Kinachonishangaza, hata rais mwenyewe haoni aibu. Ingekuwa mimi, ningewambia nao, mnazidisha. Anapewa sifa hata asizozijua, na yeye anafurahia. Wananchi mnadharaulika nyie, wenye mamlaka leo. Mngekuwa mnasimamia kura zenu, mgeambiwa kodi zenu zinajenga barabara Leo mngekuwa mnasimamia kodi zenu, huyu mpumbavu mtendaji asingekuja kuwatisha nyie, kwa sababu nyie ndio wenye mali. Leo rais Samia mpaka chakula anachokula umelipa wewe. Nyie mnalala njaa, lakini pesa zenu zinamhudumia yeye. Nyie mtakufa kwa kukosa madawa, yeye atapata huduma Mta, mtoto wako atakosa asprini atakufa, lakini yeye atakuja na magari mia mbili hapo kwenye msururu, yote umenunua wewe, tairi umenunua wewe, nguo anayovaa umelipa wewe, chakula anachokula mpaka kitanda, viatu, nywele anazotengenezwa ni, yewe, ni wewe unalipia. Alafu leo mwenye mali wewe unaniuzia mimi duka Halafu wewe unageuza duka langu linakuwa lako, mimi ndo unanipa ma maelekezo, mwenye duka mwenye mali.